Donald Trump ameonya juu ya mauaji mabaya zaidi tangu vita vikuu vya pili vya dunia katika chapisho lake la siku ya Ijumaa mchana wakati akimtaka Rais Vladimir Putin kuwahurumia wanajeshi wa Ukraine walionaswa. Trump aliyetumia mtandao wake wa Truth Social amesema, kwa wakati huu maelfu ya wanajeshi wa Ukraine wamezungukwa kabisa na jeshi la Urusi na katika hali mbaya sana na ya hatari. Nimemwomba sana Rais Putini kwamba maisha yao yaachiliwe. Hii itakuwa mauaji ya kutisha ambayo hayajawahi kuonekana tangu vita vya pili vya dunia. Mungu awabariki wote. Lakini jeshi la Ukraini sasa limepiga risasi na kukataa wazo lolote kwamba wanajeshi wake jasiri wanaonaswa, ni uongo. Wafanyakazi wa jumla wa Ukraini walisema ripoti juu ya madai ya adui ya uvamizi wa vitengo vya wa Ukraini katika mkoa wa Kursk sio kweli na zinaundwa na Warusi kwa madhumuni ya kisiasa na kuweka shinikizo kwa Ukraine na washirika wake. Mazungumzo kuhusu usitishaji mapigano yanazidi kuongezeka, huku Trump na Putin wakikaribia kuwa na mazungumzo ya simu. Urusi ilikutana na ujumbe maalum wa taifa la Marekani ulioongozwa na Steve Wickoff siku ya Alhamisi, ambapo inaelezwa kuwa baada ya mazungumzo, ujumbe huo ulipeleka ujumbe wa Vladimir Putin katika ikulu ya taifa la Marekani. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa wa na ikulu ya Urusi. Mbinu za kuchelewesha mpango wa amani imeelezwa kuwa zinazoofisha sehemu ya mpango mkuu ili Vladimir Putini aweze kuviteka na kuvifutilia mbali vikosi vya Ukraine huko Kurski kabla ya kutia saini makubaliano ya amani ya Trumpu. Vikosi vya Urusi tayari vimeyateka makazi 28 katika eneo hilo lililokumbwa na vita katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Licha ya matamshi hayo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ame sema ana matumaini makubwa juu ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa. Pia alifichua Putin na Witkoff walizungumza kuhusu kupanga muda wa kiongozi wa Urusi na Trump kuzungumza hivi karibuni. Tarehe au muda bado haijakubaliwa kwa Putin, kwani Putin alitaka Witkoff atoe taarifa binafsi kwa Trump kwanza. Vladimir Zelensky rais wa Ukraini jana alimshutumu Putin kwa kumdhalilisha Trump baada ya kukataa kukubali makubaliano. Alisema Urusi inaogopa kusema moja kwa moja kwa Trump kwamba inataka kuendeleza vita hivi na kuua raia wa Ukraine. Trump alikasirishwa zaidi na hali hiyo, akitaja kelele za kuahidi sana kutoka Kremlin, lakini aliendelea kumwonya Putin kufanya jambo sahihi mara moja na kutia saini makubaliano ya kusitisha mapigano, saa chache baada ya rais huyo wa Urusi kukataa makubaliano ya amani. Maafisa wa ujasusi wa Marekani walidai kuwa Putin daima atataka kupata udhibiti kamili wa Ukraine licha ya dunia kutaka amani. Afisa mmoja aliliambia gazeti la Washington Post, rais anataka sana makubaliano, na Warusi hawaonyeshi dalili zozote za kusalimu amri, wanatekeleza matakwa yao. Katika hatua nyingine, imeelezwa kuwa Wamarekani waliofariki wakipigana pamoja na Ukreni dhidi ya Urusi wameadhimisha kumbukumbu. Umati wa watu ulikusanyika katika uwanja wa uhuru mjini Kivu kuwakumbuka wapiganaji sita wa kujitolea wa Marekani ambao walikufa bila woga Wakati wa uvamizi wa kutisha wa Moscow, picha za hisia ziliwateka watu waliokuwa wamekusanyika pamoja, na wengine wakiwa wameshikilia picha za wapiganaji wa Marekani waliokufa katika mapigano hayo. Kila bendera katika uwanja inawakilisha mtu aliyeuawa katika vita hivyo.